Kuna sifa labda za zaa mtu njinianatakiwane mm. nazo au kuna vigezo fulani unatakiwa nahina hina sifa hii na nahipaanjinia ya mm. ya yeah, vigezo so vipo mm. mfano, umemaliza form 4 kuna option mbili. Kama utatoka form 4 moja kwa moja unatakiwa uwe na ufaulu alama D ikiwemo physics, chemistry mathematics na English. Ukimaliza hapo utasoma miaka mitatu diploma ya electrical, labda with renewable electrical, pure engineering. Ukimaliza hapo utaenda degree, lakini pia hapo upate GPA kuanzia tatu kwenda mbele utaenda kuchukua degree yako na kuanza safari ya kuendelea. Lakini kuna mwingine ambaye anatoka ana, ana, ana form 4 anafaulu ana vizuri anaelekea form 6, pale pia ukiwa amefaulu vizuri utaenda tena chuo na chuo huanza tena diploma, utaenda moja kwa moja kwanza degree ya electrical with electronics, electrical pure, au electrical with renewable ndio utaendelea moja kwa moja kwenda mbele. Ukimaliza hapo, ukiishia ngazi ya diploma utakuwa technician, ukiishia ngazi ya degree utakuwa na ukipata zile certificate zao utakuwa upo engineer na kuendelea tunafahamu kwamba kuna teknolojia nyingi na tunaona vitu vingi ambavyo vinarushwa na manjinia ingi hmm. Wewe unatumia je teknolojia katika kujifunza kufunza? Ambao kwanza, mimi teknolojia peke yake tu imenisaidia kubadili maisha yangu kwa sababu unapokaa darasani na unapokaa mwenyewe na simu yako kuanga, kujifunza ni vitu viwili tofauti. Darasani utapata tu knowledge ya juu, lakini sasa utapochukua simu utapoa kwanza, kuna aina mbili hapo. Unaweza ukachukua tu simu kujifunza mwenyewe na kupata knowledge kama mimi kama mimi ya kujiongezea kwenye karia yangu, lakini pia naweza kuchukua mimi knowledge yangu nikaingiza kwenye simu, watu wakaona kitu gani mimi nafanya. Hmm. Uh, unajiona wapi? Hmm. Katika taaluma hii baada ya miaka labda kumi huko kumi na tano. Eh, utakuwa nani? Miaka kumi kumi na tano, tukianza hapa leo niko kama engineer coordinator ngazi ya, yani ya, ya kusupervise wa, kusupervise watu lakini miaka yangu mitano ijayo ya, nataka niwe assistant engineer na miaka yangu kumi ijayo ya, nataka niwe chief engineer una, una, I mean, kazi yangu mimi ni ku coordinate kama jina langu linavyostand by yani, ku coordinate between one department to another department. how wale tuna department nyingi pale kwenye hoteli, labda tuchukulie laundry, umeme umekatika, lakini sehemu nyingine zipo, hauruhusiwi yule mtu wa laundry kufanyaje, kushika kitu chochote. Kwa hiyo, yeye kunakuwa kuna njia nyingi pale za kutu za kutupata. Kwa hiyo, wale wanakuwa kuna simu ya engineer coordinator pale, anaweza akanipigia akaniambia bwana, sehemu fulani kuna shida moja mbili tatu, na mimi nakuwa namwambia supervisor, bwana pale laundry kuna shida, umeme umekatika. Na yule supervisor naye anaangalia hii kazi ni ya umeme, inamfaa mtu gani? Kwa hiyo anamchukua technician wa umeme, anamwasaini ile kazi, na akishamaliza once, akishamaliza tu ananirejeshia feedback mimi, anampa yule house nani, i mean supervisor. Supervisor ananirejeshia mimi, na mimi nakuwa nawaambia wale kwamba kazi imeisha, lakini pia tunakupo tuna daftari kwa tuna note kwamba ili siku anaweza akaja kusema kazi haikufanywa, lakini akija kwenye record yetu anaona tarehe fulani ilikuwa tatizo fulani sehemu fulani, muda umeripotiwa sehemu fulani na umeisha. yeah. mm, kama hivyo ah, mmezungumzia kitu hapa ni kukumbuka kwamba tuki mhoteli tuo tunayaona kwamba kila kitu kinakuwa kimesisekiwa tayari, mpaka mtu anatia watu hoteli au anakodisha hoteli, ina maana hoteli imekamilika kwa kila kitu mm -hmm. Amenities kwa vizuri, chini pakusawa, wanakua wanafanya kazi kwa nguvu. Wewe kama kene neta E, ni e, yani, kitu, kitu, swali zuri mm. Pale kila kitu ni kweli kiko tayari, lakini sisi pale kazi yetu ni kufanya kile kitu sasa kisiharibike. Tuchukule choni chioni pale, kuna vitu vingi ambavyo vinahusu yani engineering. Mfano tukichukulia ile washing basin inatoa maji sawa, tayari iko ishatengenezwa kutoa maji, lakini sisi lazima tuwa, tufanye tufanye tuwe tunaangalia asubuhi daily inspection kwamba huu mfereji ni kweli autoe maji, isije kuwa labda kuna wale wazungu wenyewe wakitumia mtu akitumia choo labda kimeblock kwa hiyo mzungu kashatoa lela nyingi kashalipa madola mengi, akishaenda pale akikuta ile, ile shata haitoi maji inakuwa ni shida. Kwa hiyo sisi kazi yetu pale mchango wetu wa kwanza ku make sure kwamba kila kitu kinafanya kazi katika standard ambayo inahitajika, na pia mchango wetu, hata kama kitu kinafanya kazi, lazima tukifanyie nini uangalizi, ili kisije kikaharibika kabisa na tukikiangalia tunakuta labda hiki kilikuwa kinaelekea kina kuharibika. Kwa hiyo sisi kazi yetu pale ni yani, kabla hakijaharibika kitengene. Tunakitengeneza kikaribika zaidi, ehe, kwa hiyo tuna minimize ile cost. Ushauri wangu hasa kwa wanawake, maana kazi, ehe, kazi yetu Ehe, kwa mimi nawashauri wanawake wajitokeze kwa wingi, wasome. Kama pa Zanzibar vipo chuo vya engineering kama Karume pale, wanaweza wakaja waka, waka, wakaenda waka, wakaungana na watu pale wanaume, wakasoma na mwisho wa siku wakapata nafasi kama wanaopata mimi au zaidi ya hii. Sawa, asante mtazamaji, uh, wa Zantime na nadhani tumejifunza tume, tume mengi, na tumemsikia mtaalamu hapa kuhusiana na mwanamke e, mwanamke mjasiri. Kama tunavyojua mwanamke anaweza, hashindwi na jambo. Tumeamua wanawake kwanza, na wanawake tunaweza kwa kila kitu, basi tujitahidini. Nadhani tumeweza kumfahamu. Ulikuwa nami mtangazaji wako wa Hamid. Usikose tena kuungana nami kipindi kijacho.